Jina langu naitwa Padre Vincent Sanga anasimamia kanisa Katoliki katika eneo letu la Malava na twasimama hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi aliyotujalia wakati huu ambapo tumemaliza kupiga kura. Kampeni zimekuwa kali zaidi, lakini tunashukuru wote na hasa mna wale ambao walikuwa natafuta ubunge, Said Panoko pamoja na David walionekana wako katika mlango wa mbele katika upikwa kura, na tunashukuru kwamba wote wamepata kura na hizo kura, mshindi ni David Ndagwa, ambaye tena vilevile tunampongeza na tunapongeza Mwenyezi Mungu kwa kutulinda katika hali hii, ingawa kumekuwa na mambo mengi na changamoto nyingi, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hii nafasi iliachwa na marehemu eh, eh, Moses Njendi Malulu ambaye alikuwa Mkristu, kila wakati alikuwa anakaa pamoja nasi ndani ya kanisa na alikuwa mtulivu kila wakati, ulikuwa tunamwona na rosari kwenye shingo lake. Tuna imani kwamba David ambaye anachukua nafasi yake atakamilisha miradi ambayo ameacha marehemu e, Moses. Katika hali hizi zote, sisi kama wananchi na e, Wakristu wote kwa Waislamu, Wakristu wote kwa pamoja, tuko ndani ya serikali tangu mwanzo na tunalishukuru shirika lote ambalo lilitusaidia marafiki zetu ambao walikuja pande zote mbili, na hasa mno serikali ambayo tumekaa nayo inaendelea kutuletea miradi, na hiyo miradi tuna imani kwamba itakamilishwa katika hali zetu kwa namna ya pekee zaidi. Tena nashukuru kwa sababu sisi kama makanisa tumeunganika hapa Kabras bila ubakuzi. Hapa kuna viongozi wa makanisa katika eneo letu katika kikundi ambacho kinaitwa interfaith. Kuna waislamu hapa, pentecostal churches pamoja na catholic church na churches zingine zote. Tumefanya kazi pamoja kwa ajili ya maombi, na hata mara ya mwisho kabisa hawa wainaji wa ubunge e, pande zote mbili walikuja hapa kwa ajili ya maombi. Ndakwa walikuja na timu yake, Wamali wakaja na timu yake, tukawaombea hapa, tukawaambia basi, atakayechaguliwa kuja kufanya kazi hii, basi nao pewe na Mwenyezi Mungu akutangulize. Kwa hivyo leo hii tunashukuru Mungu kwamba tumepata Daudi na David atatuongoza katika hii. Thank you so much. Father. Uh, Aisha the the Muslim Women Representative. I start, we stand united across all denominations and faiths today to to extend to offer our warmest congratulations to the one elect Member of Parliament, Honorable David Atiman Ndakwa for your election because your election is a reflection of the trust and confidence that the people of Malava have placed in your leadership. We pray that you will serve the people with humility and integrity and with a genuine

but now it was also one of the agenda to to ensure that they they come out in large numbers, they vote to exercise their duties. Oh, kwa majina ni Sheikh Shekh Shaban Idris nikiwa imamu wa msikiti wa Malava na mwenyekiti wa baraza la maimamu katika sabkaunti hii ya Malava. Yes. Uh, mwanzo, namshukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ambaye alituwezesha tukafikia uchaguzi uchaguzi ambao ulifanyika pale jana, kwa sababu bila ya Mwenyezi Mungu pia uchaguzi huu ungesilifanyika. Pili, ningependa kuwarudishia shukurani wapiga kura wote wa Malava kwa sababu walijitokeza kwa wingi kwa sababu ya kutekeleza haki yao ya kikatiba tikisha. Tatu, ningependa kumpongeza Mheshimiwa David Ndakwa kwa kuibuka mshindi hapo jana. Ah, langu tu ni kwamba e, kuna kushinda na kuna kushindwa, na bila shaka jana sote tumekuwa washindi kwa sababu tumepata kiongozi ambaye kwamba tulikuwa tunamtarajia na kama jamii ya Kiislamu tuko tayari kusimama na yeye katika hali ya maendeleo, mambo ya elimu na mambo ya kuwajali wale ambao kwamba hawajiwezi. Na pia tunamwomba ya kwamba afanye bila kujali wapinzani, bila kujali hawa wala wale, wawekea mipaka kwa sababu sote, yeye ndio kiongozi wetu na tunamtambua. Tunamwombea Mwenyezi Mungu amfanye awe ni kiongozi ambaye kwamba ni mwadilifu, kiongozi ambaye kwamba tajali jamii hii ya Kabras. Fikia hapo. majina yangu ni Bishop Eli Tariti. Mimi ni Bishop wa, wa kanisa ya Pefa na pia mimi ni mwenyekiti wa interfaith katika Malava. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya uchakusi ambao tumekuwa nao. Mungu amekuwa pamoja akaongoza hii uchakusi, ukaendelea kwa njia ambayo ni mzuri, na hiyo ndio imekuwa maombi yetu, sababu kama kanisa tumekuwa tukiomba kwa sababu ya hiyo uchakuzi ya kwamba ikamilike. Imekuwa na milima ndani, kufurukana kumeweza kuonekana ndani, wengine wakora waliingia ndani kuleta hali isiyo stahili, ambayo kama kanisa na msikiti tunaweka mawazo yetu pamoja kukemea na kusema hiyo pepo lishindwe kabisa. Tunahitaji uchaguzi wa amani, tunahitaji uchaguzi ambao ni wa baraka. So kwa hivyo nimeshukuru, nimesema asante kwa sababu ya hiyo, kwa kuwa na hiyo uchaguzi. Ambayo tumekuwa na tunaombea hizi familia, familia ambazo watu wao wameumiwa na wamelazwa hospitali, tunaombea hizi familia kabisa. Tunaomba neema iwe pamoja nao katika mule ma hospitali, na tunawatia moyo pia pia tuna omba wale kiongozi ambaye amechakuliwa pia David, bila kukuwa na mipaka yote, aweke hawa watu pamoja. Tutasaidia yeye hata sisi kanisa kuone kwamba anaweka wale. Opponent wake mkubwa amekuwa Seth Panyako, ambayo wamenyongana na yeye sana, lakini tunasema kama kiongozi, wakati yeye amechakuliwa sasa, aache zile tofauti za kusema huyu alikuwa fulani na huyu alikuwa fulani, arudishe hawa watu pamoja. Tunahitaji Malava ambayo ni moja Malava ambayo inaongea luka moja, bila kukuwa na mipaka ya kusema huyu ni wa fulani huyu ni wa fulani. Tunahitaji watu wa Malava ambao wanaongea luka moja na wote wakitembea kwa pamoja, kwa kusamehana na luka iwe ni. Nataka nishukuru pia kama interface, maanake tumekuwa na safari hii ya kuona kwamba tunakuja pamoja. Wakati tumekuja pamoja kuweka kiongozi mikono, kwanza nataka nishukuru serikali yetu ya mheshimiwa William Samoei ruto kwa sababu tangu tuajwe na mheshimiwa Malulu wa Injendi kuna vitu ambavyo vimefanywa hapa kuna barabara ndio hii inajengwa ya lami inaelekea Samitsi kazi inaendelea tuna stima transformer ambazo zimeletwa hapa ni nyingi sana tuna mashule zimejengwa kuna maji mradi mkubwa wa maji ambao wanahakikisha ufikie kila Uh, mlango na hizi miradi zote ambazo zimeanzishwa zinaendelea zichakamilika, ziko zinaendelea, na ndiyo maana wengi, hata kama sisi kanisa tuliomba, ni vizuri kwa sababu hii, wakati David anakuja anakuja kama mwaka mmoja tu na ndio tukasema ya kwamba tukaomba Mungu ya kwamba ikiwezekana akamilishe hizi miradi ambazo serikali imeanzisha. Ni miradi mingi, si mradi moja mbili. Ukiona kila sehemu mabarabara zikufunguliwa, hizo ma maji na nini, na tunahitaji ifikie kila mwananchi. So that's just our prayer ya kwamba serikali hii vile Mungu amepitia ndani na serikali imechukua hiyo nafasi, tunaiomba na tunaiuliza iweke maanani sana kuona ya kwamba hizi miradi ambazo zimeanzishwa na ni mingi zikamilike kwa wakati ambao unas